Nana amemchana Mange Kimambi, ambapo pia amejibiwa kutokana na issue ya nyumba yake. Kilichotokea ni kwamba weekend hii Mange Kimambi watu walikuwa wanamshambulia, wanasema wewe, mbona kila siku mastaa akifanya vitu vibaya tu unakimbilia kuposti? Akasema kwamba Asante sana na nashukuru, but please get your facts right.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 umenijibu mpaka asubuhi hii. Get my facts straight. I have my facts straight. Nana, baba mtoto wako Fuego alikuwa na baa ya Fuego, ndo alikuwa anajenga mwanzoni. Ukaona nyumba haiishi fasta, ukaanza kuiba pale Fuego alipokuachia usimamia, sababu yeye alikuwa anaishi nje ya TZ. Unaiba pale baa unajenga nyumba mpaka ukafilisi baa, baba mtoto wako akakuondoa Fuego baada ya kuona unaifilisi baa, mkaachana. Ukawa na muhindi mbaba ana familia yake Ndo wakamalizia hiyo nyumba. Kwa utetezi wako huu ulioutoa hapa, ungekuwa nchi kama Marekani, ungeshafunguliwa kesi ya kukwepa kodi, maana serikali inaona una mali na hawaoni kipato chako kwenye sistimu. Yaani ungetaja mwenyewe aliyekujengea ni nani ili ukwepe kesi huku ndo eh, jinsi wanavyowawezaga na kuwafunga wauza madawa, maana huwa ni ngumu kuwakuta na madawa mikononi, so huwa wanawafungulia kesi za kukwepa kodi kutokana na kuwa na mali ambazo source of income serikali hawaioni. Hembu Nana, tuache. Umejenga nyumba mwenyewe jumba kama hilo kwa ajira gani au biashara gani? kwa video fixing, kwenye nyimbo ya Alikiba au kuakti tamthilia? Hebu tuache jamani, usitufanye wajinga kiasi hicho. ajira ya kudumu tulionayo wewe na wanawake wengine wote. Ni kuwa na tofauti, ni moja, umejua kuitumia yako vizuri, sio wengine. Zinatumika kwa kuungwa bando, wakijitahidi sana, zinatumika kununuliwa iPhone. Na kushangaa sana vile unaona kama ni dhambi kujengewa na mwanaume. Jipige kifua and be proud, kuwa una akili ya kutumia wanamke wako vizuri. Sisterhood is proud of you teach us your ways. So, hapa Mange anamjibu baada e, ya Nana, kumind kwamba unadanganya watu, nyumba nimejengewa na mwanaume, sio ukweli. Nimeanza kujichanga kitambo sana na nyumba nimejenga mwenyewe kwa pesa zangu, kwa kujichanga changa laki laki tano milioni. Nakumbuka niliongea na Nana kwenye interview mwaka juzi, nafikiri tumefanya, aligusia hili swala la kujenga nyumba yake, lakini pia mimi hapa nimeshawahi kufika nyumbani kwake mara kadhaa, nimeona zamani sana, mjengo umeanza kujengwa miaka mingi nyuma. Kwa hiyo uh, ni mtu ambaye alianza kujenga kidogo kidogo, ina make sense kwa anayoeleza ama anayoongea lakini hivyo eh, sometimes mambo kama yanavyotokea story huwa zinazaliwa nyingi sana, lakini kwa upande wake Nana amejitetea hivyo, akisema kwamba hajajengiwa nyumba na mwanaume. Kwa hiyo anamtaka Mange Kimambi aache kudanganya watu. Mange, majibu yake ndo hayo. Niambia kwenye sehemu ya comments hapo unachukuliaje, lakini pia nikukumbushe ku subscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.